Watu kumi wamethibitishwa kufariki huku sita zaidi wakiuguza majeraha mabaya baada ya ajali kutokea katika eneo la Kodada, kaunti ndogo ya Rachuonyo East katika kaunti ya Homa Bay. kumi hao wameripotiwa kufariki Jumapili usiku, walikokuwa wakisafiri kurudi nyumbani kutoka Kakamega walipohudhuria hafla ya harusi, kabla ya gari hilo kupata ajali pamoja na malori mawili katika barabara kuu ya kutoka Kisumu kwenda Kisii. sita waliojeruhiwa walihudumiwa katika hospitali ya Rachuonyo kwa katika hospitali ya rufaa ya Nyamira kwa ha, matibabu zaidi Yesterday at around 11 PM uh, I was called that there is an accident which has occurred, uh, around Kadongo between Kadongo and uh, Sondu, uh, that they need our assistance we tried all we come to reach uh, uh, to the scene.

That is what happened and I'm very sorry to the family. Tunasema pole sana. Walikuwa wanapanda mlima hiyo ya kutoka Chabera wakielekea Kisi, na ndio gari moja iliweza kutokea juu ni truck, na wakati nilifika station waliniambia iliweza kupoteza brakes, ndio ikaanza kuyumbayumba ikaingia kwenye hiyo Nissan na sisi wenyewe tuliweza kufika hiyo sehemu tukapiga hata picha.